Timu. Kutakuwa kuna timu ya ufuatiliaji na tathmini na taarifa. Sasa timu hii itapita, e, wakati zoezi hili linaendelea. Hatuko nayo hapa lakini itakuja. Watawasiliana ninyi na wataambia wamekuja kwa ajili ya kufanya nini, lakini lengo lao wanakuja kwa ajili ya kufanya sasa ufuatiliaji na tathmini. Ambapo nasema timu hii katika kampeni ina majukumu yafuatayo: kufuatilia utoaji wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi za halmashauri, kufanya tathmini ya huduma a msaada wa kisheria zilizotolewa kwa wananchi na vizuizini, kuandaa na kuwasilisha taarifa ya mkoa ya uzinduzi na utekelezaji wa kampeni. Lakini pia wa, wata, uh, wana jukumu la kushauri wizara namna ya uendeshaji wa kampeni hii, lakini watatembelea na kukagua utekelezaji wa kampeni hii, watafanya ufuatiliaji na tathmini ya kampeni na vile vile wataandaa na kuwasilisha taarifa tathmini na utekelezaji wa kampeni hii. Hiyo ndiyo timu ya tathmini na ufuatiliaji. Hamta hatuko nayo wala wewe team leader ama mratibu hautakuwa na uh, member yote ambaye yeye anafanya kama hapana. Wao watakuja ni timu nyingine ambayo itakuja kwa ajili specifically kwa ajili ya kazi hiyo. Na hiyo itakuwa kwa timu ya madereva kama tulivyokuwa tumeelezana pale, itakuwa na usafiri kule kwenye mawanda. Kwa hiyo, nasema timu hii inaundwa na afisa wa usafirishaji wa madereva kutoka wizarani. Uh, halmashauri madereva hawa na wizarani uh, na halmashauri madereva hawa wana majukumu yafuatayo. Kama ambavyo tunafahamu, majukumu ya madereva ni pamoja na kuwabeba watoa huduma katika kampeni eneo uh, alilopangiwa, kutunza magari wakati wa utekelezaji wa kampeni hii. Madereva wa wizarani kuhakikisha kuwa wanasaidia madereva wa halmashauri, kufuatilia uh, uratibu na upatikanaji wa mafuta, kusaidia kuchukua mahudhurio kufanya majukumu yoyote atakayoagizwa na kiongozi wake. Haya ndio moja kati ya majukumu ambayo madereva kuacha ile majukumu mama walionayo, ambayo yanafahamika, lakini vile vile pia anaweza kupewa maelekezo na kiongozi wake, kwa maana team leader ya mratibu, nini kingine ambacho anaweza kufanya au akasaidia. Sasa tuyafahamu, uh, majukumu ya msajili msaidizi. Msajili msaidizi huyo atakuwa anashirikiana bega kwa bega na mratibu katika utekelezaji wa kampeni hii. Kwa hivyo, ushirikiano kwa hawa watu wawili ni wa muhimu sana ili kuweza kufanya zoezi hilo kuwa na ufanisi na kufanyika kwa urahisi zaidi. Msajili msaidizi wa kila halmashauri atakuwa na majukumu yafuatayo. Kwanza kabisa, kuwasiliana na mtendaji wa kata na kufanya maandalizi ya kampeni, ikiwa ni kukusanya watu katika kata yake, kama tulivyokwishaeleza pale mwanzo kwa uh, ufupi. Lakini vipi pia utafanya kuratibu utekelezaji wa kampeni katika halmashauri yake. Yaani, namna ambavyo kampeni hii inatakiwa if, if, if, if, if, ifanyike katika halmashauri husika. Wewe, msajili msaidizi ndio unalo hilo jukumu la kuweza sasa kuratibu. Lakini vipi utafanya, eh, ufuatiliaji wa migogoro ambayo imekabidhiwa katika ngazi ya halmashauri. Baada au wakati wa zoezi hili linaendelea, msajili msaidizi atakuwa na jukumu hilo la kuhakikisha kwamba ile ile migogoro ambayo imekabidhiwa kwa sababu wakati mwingine sio lazima au imekuwa ni vigumu kuweza kufanya utatuzi wa hapo kwa hapo. Kwa hiyo, kwa sababu siku nazo zinaenda na muda unaenda au zinaisha, kwa hiyo kuna migogoro ambayo itakuwa imebaki, imeachwa kuhusika kwa, kwa ajili ya ufuatiliaji na na utekelezaji wao utatuzi wake. Kwa hiyo, msa, msajili msaidizi ndio hapa ana jukumu ile ya kufanya ufuatiliaji sawa hiyo migogoro kwamba inaendelea vipi, na tatuliwa vipi, imefikia wapi na vitu kama hivyo. Kwa sababu naye atatakiwa kuwasilisha uh, panapo takiwa. Na kama tunafahamu, zoezi hili si zoezi la siku tisa tu, kishafika siku zikishesha siku tisa, bado zoezi hili nabaki ni endelevu kwa namna ambavyo itaelekezwa, lakini vile vile e, msajili msaidizi ana jukumu la kushirikiana na timu ya wizara kuandaa ratiba ya utekelezaji wa zoezi hili katika halmashauri zake. Hilo hilo hilo zoezi tutalifanya hapa kwa pamoja, na vile vile atatakiwa kufanya ana jukumu la kuf... la kufanya majukumu yoyote atakayoagizwa na mratibu ama kiongozi wake wa wa... wa... wa hiyo timu sasa tufahamu, uh, aina ya huduma ambazo zina au zitakazotolewa kule kwenye jamii, licha ya kwamba tunazifahamu lakini kwa kuzifahamu kwa uzuri zaidi, tunasema timu ya utoa huduma itatoa huduma zifuatazo. Kwanza kabisa, elimu kwa umma juu juu ya masuala ya mirathi na uhusia, masuala ya ndoa, ufahamu wa maana na namna ya kupambana na ukatili wa kijinsia, ulinzi wa watoto na sheria na taratibu za umiliki na utatuzi wa migogoro ya ardhi. Hivyo vile usuluhisho wa mashauri ama migogoro itatolewa pia, unasihi, ushauri wa kisheria, kuandaa nyaraka za kimahakama kwa wahitaji, kuwaunganisha wahitaji wa huduma na watoa wa huduma kugawa vipeperushi vya elimu ya kisheria kwa wananchi i pamoja na huduma hii. Ili kukamilisha majukumu yake, timu ya timu ya huduma itafanya yafuatayo kwamba itachukua mahudhurio ya wananchi waliopatiwa huduma. Hilo zoezi litafanyika kila siku, lakini vilevile e, kuchukua takwimu za mashauri yaliyoshughulikiwa na kuingiza kwenye mfumo wa taarifa za kampeni. Kama nilivyosema, madodoso tutapitishwa, tutafahamu namna gani ya kuweza kufanya. Na vile, vile kuandaa taarifa ya huduma katika halmashauri husika. Hii ni baada sasa ya kukamilisha zoezi hilo la utoaji wa msaada wa kisheria kwa huo muda ambao upo mbele yetu. Na vile, vile pia tunazo nyenzo za kuweza kufanyia kazi, watoa huduma watatakiwa watakuwa na nyenzo zifuatazo kuweza kutekeleza jukumu hili. Kwanza kabisa, mkakati wa Mama Samia Legal Aid Campaign ni ule wa kwanza ambao tumepitishwa, lakini vile vile tutakuwa na vitini vya kufundishia. Lakini mwongozo wa uratibu wa kampeni ya kitaifa Mama Samia Legal Aid Campaign kama huu ambao tunapitishana hapa, wawe pia na vipeperushi. Lakini watakuwa na fomu za kujaza taarifa kwa nakala na tete au ngumu, lakini pia fomu za usajili na karatasi karatasi kwa ajili ya kuwapatia wananchi ambao watapenda kutoa maoni au kero zao kwa maandishi. Hivi ni, hizi ni moja kati ya nyenzo ambazo timu mtakuwa nazo e, mnapotekeleza majukumu yenu kule kwenye uwanda. Sasa twende kwenye hii sura ya saba ambapo hapa tunaelezwa kuhusiana na swala la uwasilishaji wa taarifa, kwa sababu kwa kile ambacho kitakuwa kinafanyika kila siku ndani ya hizi siku tisa kuanzia siku mara baada ya uzinduzi kutatakiwa kuwa kunatumwa taarifa ya kila siku ya utekelezaji wa hiyo e, ili zoezi hili la utoaji wa elimu katika maeneo ambayo tutakuwepo. Sasa nasema timu ya huduma itaandaa taarifa ya kila siku na kuwasilisha kwa mratibu mkuu e, mratibu mkuu atawasilisha taarifa hiyo kwa timu ya uandishi mara anapopokea taarifa hizo. Kwa hiyo mwenyeji, ifahamike, tukua mwenye jukumu la kuwasilisha hizo taarifa kila siku ni mratibu wa halmashauri husika, na yeye anawasilisha taarifa hizo kwa mratibu wa mkoa. Mratibu wa mkoa yeye naye anawasilisha kwa timu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuandaa taarifa. Kwa hiyo wewe, mratibu wa wilaya wa halmashauri, unalo jukumu na timu yako kuhakikisha kila siku kile kinachofanyika, na hapa sasa ndio ule umakini wa ujazaji wa zile fomu na madodoso ndipo ambapo unatakiwa kwa sababu failure to do so ndio inaenda kupelekea zile taarifa, ule ujazaji wa taarifa za kila siku kuwa nao ni changamoto. Na labda pia nikumbushie ni na ni Nishauri pia kwamba wakati wa ujazaji wa zile, zile zile fomu tunapokuwa kwenye uwanda wa ratibu, mnatakiwa kwanza kuhakikisha kwamba hizo fomu zinajazwa kwa ukamilifu kwa kadri ambavyo mtaongozwa, lakini pia pia hata wale wajazaji wa fomu mnashauriwa kuzijaza kwa weledi, pamoja na kuzingatia pia hata hati yako ya mwandiko, kwa sababu wakati mwingine huwa ni changamoto, unakuta mtoa huduma amemsikiliza mwananchi kero yake vizuri kabisa amerekodi kile ambacho anaona hichi kinatakiwa kupatia ufumbuzi lakini sasa unajua kuchukua ile fomu ukipitia, kutaka kujua nini kilichoandikwa pale, huwezi kuwa unaelewa. Na kwa na kwa, kwa, kwa utaratibu huo au kwa stali hiyo, hata yule mwananchi sasa unakuwa umesha mpotezea nafasi yako ya kupata haki ambayo ile ambayo alikuwa anatarajia kuipata. Kwa sababu anajua tayari ameshafikisha uh, changamoto yangu sema usika itaenda kufanywa kazi au inafanywa kazi. Lakini kumbe ukija kuweza kuja sasa hapa alikuwa anamaanisha ni ngumu. Hata, hata hata, hata, hata, hata, Eh, inakuwa ngumu pia wakati wa uingizaji wa taarifa kwenye mifumo, kwa sababu haieleweki hey, kilichoandikwa au changamoto hapa ni nini. Kwa hicho nacho ni kitu cha msingi sana cha kuweza kuzingatia. Lakini pia timu ya uandishi itaandaa taarifa ya jumla na kuwasilisha taarifa ya awali kwa mratibu mkuu ndani ya siku moja baada ya kampeni kumalizika kwenye mkoa husika. Mratibu mkuu, mkuu atawasilisha taarifa kwa management ya wizara ndani ya siku moja baada ya kuipokea. Hii ni kwa level ya mkoa lakini, o, waratibu katika level za almashauri mara baada ya kumalizika kwa zoezi la kampeni ya utoaji wa msaada wa kisheria, uh, huwa mnawajibika au mnatakiwa uh, uh, kuwasilisha taarifa sasa ile ya jumla ya utekelezaji wa ile kampeni, na hii mnaiandaa na mtawasilisha kwa mratibu wa mkoa, naye atawasilisha kama inavyoelekezwa hapa. Kwa hiyo of course ile taarifa pia kwa, kwa wale waratibu ni taarifa ambayo pia inaenda kwa, kuwasilishwa kwa mkuu wa wilaya na na mkurugenzi wezekana. Kwa hiyo lazima kuwepo na hiyo taarifa ya uf, ya utekelezaji wa hilo zoezi kwa hizo siku zote tisa ambazo ambazo kampeni hiyo imefanyika. Kwa hilo nalo ni jambo la msingi au la muhimu ambalo mratibu wewe litakuwa ndani ya uwezo wako au chini yako kukusa kwa kusaidiana sana timu ambayo utakuwa nayo. Hivyo hivyo, anasema wajumbe wa management watatoa maoni na mapendekezo yao na kurejesha rasimu hiyo kwa mratibu mkuu ndani ya siku moja tangu iwasilishwe kwao. Mratibu mkuu atajumuisha maoni ya wa wajumbe wa management na kuwasilisha taarifa ya utekelezaji ya mkoa wa husika ndani ya siku tatu baada ya kupokea maoni. Sasa ni malizie na hii sura ya nane ambayo hii inaongelea ina kuhusiana na tathmini ya uzinduzi na utekelezaji wa kampeni hii katika mkoa husika. Kama nilivyosema pale mwanzo, kutakuwa pia kuna timu ya, ya tathmini na ufuatiliaji. Sasa timu hii ya tathmini na ufuatiliaji itafanya tathmini ya tukio la uzinduzi na utekelezaji wa kampeni na utekelezaji wa kampeni. Zoezi hilo litafanywa na timu ya ufuatiliaji na tathmini kwa kutumia mwongozo wa tathmini na ufuatiliaji kampeni. Timu hii itaandaa na kuwasilisha taarifa ya tathmini ndani ya siku nne baada ya taarifa ya utekelezaji katika mkoa kuwasilishwa kwa katibu mkuu. Timu zinatakiwa kujaza ipasavyo madodoso yote pamoja na fomu za kusa, za, ku, za kusanyia takwimu. Hili ni jukumu ambalo lipo kwa ile timu ya ufuatiliaji na tathmini. Tathmini yenyewe itaandaa ita na itakuwa ita pia na taarifa yake ambao pia hiyo itawasilishwa ita, ita, ita mara baada ya ile taarifa ya mkoa kuwasilishwa kwa katibu mkuu. Ile timu ya tathmini itawasilishwa taarifa yake siku nne mara baada ya ile timu ya ile taarifa ya utekelezaji wa kampeni ya, ya utoaji msaada wa kisheria katika kwa leva mkoa kuweza kuwa imewasilishwa kwa katibu mkuu. Kwa hili ni jambo ambalo tulifahamu tu tuli, lakini si si kitu ambacho tuna sisi tunaenda kukitekeleza. Ah, na kabla sijamaliza na kama kutakuwa kuna ambapo eh, kuna haja kukazia, tutakaribisha lakini nikumbushe tu pia kwamba eh, zile timu pale tulikuwa tumeenda kwenye zile kwenye kule kwenye uwanda eh, pale mwanzo niliongelea kuhusiana na kujua nature ya jamii ambayo wanaenda kuitolea elimu na mazingira, lakini pia wewe mratibu kwa kuwa pia unajukumu sasa, we ndio msemaji na we ndio unayejibu kila kitu, utasaidiwa na mmoja kati ya um, wajumbe wako kwa maelekezo yako, wakati we, una, tunatambulisha hii kampeni kwenye jamii ambayo tumeenda kuitolea elimu, ni vyema e, utambulisho ule ukafanyika kwa bashasha, ukafanyika kwa, ubas, kwa ujasiri ukafanyika kwa namna ambayo unaweza ukateka macho na masikio ya wale ambao wanakusikiliza. Lakini vilevile vile pamoja na hayo yote, yani hayo ni baada eh, ya kujua aina au tamaduni ya jamii ambayo umeenda kuipesa. Lakini pamoja na hayo, kampeni hii ni kampeni ambayo imebeba jina la kiongozi wetu wa nchi, kwa hivyo hata kutoa hata kuitambulisha kampeni hii kwa jina lake, sawa. Hiyo ndio jinsi ilivyo. Lakini hata kuwasalimia wananchi kwa kusema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye, kuna shida? make ye ndo wamebeba kampeni hii imea jina lake. Ukisema mitano tena kwa Mheshimiwa Rais hakuna shida, kwa sababu baada ya mitano tena kampeni hii itakuja na itaendelea kuwepo. Kwa hivyo ni namna tu ya kuweza kuifanya uh, utambulisho wako kuwa na bashasha, lakini vile vile pia kwa kuwafanya, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wananchi waweze kuelewa kwamba hichi kinachofanyika kimefanyika kwa msaada au kwa nguvu za nani? Kwa nguvu za mheshimiwa wa daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naomba nikomee hapo. Asante. Makofi mengi sana sana kwa mwezeshaji wetu kwa kutupitisha kwenye mwongozo ambao kimsingi ndiyo dira yetu ya kwenda kutekeleza zoezi amesema mitano sauti mitano. yes, ndio mwanzilishi sasa wa kampeni yenyewe. Asante sana aa, kwa mujibu wa katiba inaonekana ni majadiliano halafu dodoso, si ndio? Tunakubalianaje, tupige zote halafu tujadiliane, si ndio eh? Karibu sana mwezeshaji anayefuata kwa ajili ya hili lakini pia bite njoo ho, tuchangamishe hapa mbele tafadhali. Tusimame kidogo, tuweze kukaa mkao wa kupokea mada ya dodoso sasa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naona watu wamesimama, wameanza kujinyoosha wenyewe. Basi mimi nitaongoza mazoezi, nataka nipige mpasho lakini kumbe ni mazoezi yanahitajika.